Karibu karibu mtazamaji, unatazama taarifa za KTN leo wikendi. Na tukiendelea na taarifa zetu, siku chache baada ya mtihani wa kitaifa wa KCSE kutolewa, mwanamke mmoja mwenye umri wa miaka 71 kutoka eneo la chep, Chepturu katika kaunti ya Baringo amewashangaza wengi kwa kuwa mwanafunzi mwenye tajriba pevu katika shule ya msingi ya Chepturu. Licha ya umri wake huo ana matumaini makubwa ya kuvunja rekodi za elimu ake za usoni. Mwanahabari wetu Elvis Kosgei anaarifu kwenye makala ya Mwanamke Ngangari. Anatembea aste aste kwa hisani ya umri na uwezo wa kiafya. Pengine utadhani ni mwari ambaye anaelekea kwenye shughuli zake za kawaida. Ila ajuza huyu yumo mbioni kustahimili jua hili ili kufanikisha azma yake. Wala usichanganywe anafanya nini katikati ya wanafunzi hawa hapa. Yupo darasani ya kiunga moja ili kupata mbili katika somo la hisabati yes. Yes. Yes. Ndiye Lois Tukongole almaarufu Gogo, mwanamke aliyeona dunia kwa mara ya kwanza miaka sabini na moja iliyopita katika kaunti ya Baringo wanasema ng'ombe ya zee kimaini. Pengine kutokana na sura yake jamala, wengi humdhania kuwa ni mwanamke wa makamo, ila ajuza huyu ambaye ana watoto kumi na watano na msururu wa wajukuu aliamua kuanza kucheza ngoma ya elimu kama mwanya wa kuelewa yaliyomo katika mawimbi ya kidijitali. Well, na je, ilikuwaje akaamua kurejea shuleni kusoma na wanafunzi wadogo kwa umbo na umri? Kwa sababu nyingine ni maneno ya Mungu kusoma kusoma Biblia. Unasema kwa walisi ya watoto una ku, kuombea Mungu, una kusoma. Licha ya macho yake kutishiwa na upofu, gogoni kisu kinachopata masomoni, walimu wake hawakosi kumpalia sifa. Kutokana na bidii zake za mchwa. Tena hiyo macho ni mbaya sana hakuna kuona. Macho una na wanya kitabu ni mzuri. She doesn't want to be treated in a special way. She wanted to be, to just participate in any activity in the school like any other pupil. She's disciplined. In fact, she also helps us in matters of discipline. Na si darasani tu, hapa anatuonyesha kuwa yeye si hafifu kwenye somo la kwata, yani physical education. Anadai linamfanya kwa kijana uzee. Ni wewe yetu ni kumtakia mwanamke huyu ngangari afya na siha njema ili aifanikishe siku zake za. Halafu unakaa kukuja shule una kukucha, mpaka kukula anaenda naenda kulala mpaka kesho utakucha. Elvis Kosgei <laughs> kwenye makala ya Mwanamke Ngangari.